Mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nina furaha kubwa sana kupata nafasi ya kusema na wewe siku ya leo, kama kijana ambaye umezaliwa katika usharika huu wa Nkyare, umelelewa, umekulia, umepata kipaimara, umebarikiwa hapa usharikani Nkyare, popote unakoishi ulimwenguni ninayo furaha sana kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako kwamba umekuwa kiungo muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya usharika wetu wa Nkyare kwa mwaka jana wa 2024. Ninapenda kuleta neno la shukrani sana kwako kwa vile ambavyo ulishiriki pamoja na vijana wenzako wa usharika huu wa Nkyare katika harambee ya ununuzi wa vyombo vya muziki vya kisasa. Kwa neema ya Mungu, Mungu alitushangaza kwamba e, vijana tuna nguvu namna gani. Umoja wa vijana kote ulimwenguni wanaotoka katika usharika huu wa Nkyare, tulivyoweka nguvu zetu pamoja kufanya harambee kwa ajili ya kununua vyombo vya muziki vya kisasa, tumefanikiwa kununua vyombo vya muziki vya kisasa vyenye thamani ya shilingi milioni ishirini na mbili Kwa neema ya Mungu. Hiyo ni kazi iliyofanywa na vijana. Ninakufurahia na namshukuru Mungu kwa ajili yako kwamba uliweka mkono wako katika kazi hiyo. Mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tumekubaliana kama vijana, bado tuna wajibu wa kufanya kwa ajili ya usharika wetu. Tutakuwa na mchango kwa ajili ya kukamilisha finishing ya ofisi ya usharika kama alama ya vijana. Mwaka jana tumeweka alama ya vyombo vya muziki ambavyo kwa kweli vimekuwa sababu ya ibada na maisha ya ibada, maisha ya vijana eh, na kundi la vijana katika ibada limekuwa na nguvu kubwa sana. Na mwaka huu tunatamani kuweka alama nyingine katika usharika wetu, na alama tunayoweka ni kukamilisha eh, finishing ya jengo la ofisi ililoko nyuma ya jengo la ibada ofisi za kisasa ambazo tunatamani kuzikamilisha mwaka huu zinakadiriwa eh, kugharimu shilingi milioni hamsini. Kazi ambayo itafanya finishing: kuweka milango, kuweka madirisha, kuweka floor tiles za kueleweka za kisasa, jiko na pamoja na kutengeneza mazingira ya maliwato. Kazi hii inatuhitaji sisi vijana kuweka alama itakayoishi kwa vizazi vingi sisi vijana ambao mungu ametupa neema ya kuwepo mwaka 2025 kwa umoja wetu kila mmoja akifanya wajibu wake tunaamini kwamba tunaweza kufanikiwa kwa sababu umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu kwa mwaka huu tumekusudia kazi hiyo ya finishing e, tumekusudia kumwalika fundi ambaye ataanza kazi hiyo tarehe kumi na tano ya mwezi wa sita mwaka huu na kazi hiyo itafanyika kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka tarehe thelathini ya mwezi wa saba tukitarajia kwamba siku ya tarehe kumi na saba ya mwezi wa nane tutakapokuwa na harambee kubwa mahali hapa itakuwa ni siku ya kukabidhi ofisi ya usharika ikiwa imekamilika na tunatamani iwe hivyo ili isionekane tu kwamba tumetoa fedha, lakini tunatamani kwamba zile fedha tunazozitoa zionekane katika uhalisia wake, kwamba vijana wameweza kufanya kazi hiyo na kazi hiyo ikaweza kukamilika. Ninakualika mpendwa kijana wa usharika huu wa Nkyare, popote uliko ulimwenguni. Nafahamu wako walioko ndani ya nchi na walioko nje ya ya nchi ya Tanzania. Ninakuomba popote uliko, kwa kadri ya neema Mungu aliyokujalia ushiriki pamoja na wenzako katika yale makundi tuliyoyagawa, kila kijana angalau kwa familia moja moja, kila kundi katika yale makundi hamsini, tupate shilingi milioni moja kwa kila kundi. Niwashukuru wale ambao wamekubali e, kusimama peke yao kwa maana ya mtu mmoja kutoa shilingi milioni moja, asante sana. Niwashukuru wale ambao wamekubali kama familia, watu watatu, wawili, wanne kutoa milioni moja, ninawashukuru sana lakini nawashukuru pia wale ambao wamejiunga kwenye makundi ya watu kumi, e, kwa kundi la watu kumi, lakini hata zaidi ya watu kumi. Lakini nia yetu ni kwamba tushirikiane kwa pamoja e, wenzetu wa Kenya walikuwa wanatumia lugha ya harambee, yani kwa maana ya kwamba kila mmoja ashike sehemu yake na tubebe pamoja. Ni, ni milioni hamsini, inaonekana ni nyingi, lakini kila mmoja akiweka mkono wake tunaweza kufanya makubwa yakaudhihirishia ulimwengu umoja tulionao vijana wa Nkyare na vile ambavyo tunaipenda kazi ya Mungu na tunampenda Mungu. Nikuombe mpendwa kijana, unayenisikiliza unaweza kutumia video hii pia kuwashirikisha vijana wenzako na marafiki zako kule uliko juu ya kazi hii ambayo inahitaji milioni hamsini. E, yoyote yule ambaye ataguswa kuungana na wewe ninamwomba kupitia video hii ungana na huyu kijana mwenzako anayetoka Nkyare ambaye ana moyo wa kumtumikia Bwana kumjengia Mungu ofisi itakayodumu vizazi na vizazi. Ninawaombea baraka nyingi za Mungu siku zote. Nimekuwa nikisema wale wanaomtumikia Bwana, Biblia inasema katika Zaburi e, ile ya 92, ya kwamba e, wamchao Bwana watastawi kama mtende, watastawi kama mierezi ya Lobanoni nawaombea katika kumtumikia Bwana mkastawi kama mitende kama mierezi ya Lebanoni popote mliko ulimwenguni, sifa ya Nkyare ikaendelea kuonekana huko kwa njia ya kazi ya Mungu ambayo mmekubali na mmekuwa tayari kuifanya. E, katika usharika wetu wa Nkyare tunaona kupitia kazi hii hii Mungu ataenda kutukuzwa na kupitia kazi hii tutazichota baraka na kupitia kazi hii tutaweka alama kwa vizazi vingi. Siku hiyo tutakapokabidhi kazi hii tunakusudia kwamba wale wote ambao watakuwa wamefanikisha kazi hii, tutaandaa bango moja kubwa zuri la kisasa ambalo la kudu, ambalo tutaweka saini zetu pale na majina yetu pale, na zitakaa katika kumbukumbu kumbu hii ya usharika kama alama ya kudumu kwamba hawa vijana mwaka 2025 waliweka mikono yao pamoja na wameweza kufanikisha ofisi mpya ya usharika ikaweza kujengwa. Ninawatakia baraka za Bwana. Mungu aendelee kuwabariki Mkono wa Mungu uendelee kuwa juu yenu. Unaweza kutumia njia ya lipa kwa M-Pesa e, njia ya benki e, benki zetu uchumi pamoja na NMB na mchango wako ukatufikia. Lakini ni muhimu muhimu sana kwamba tuendelee kuwasiliana na kuungana pamoja lile group letu la vijana, tuendelee kuweka nguvu zetu pamoja pale, na kwa njia hiyo kazi ya Mungu itakuwa nyepesi. Kwa njia hiyo na baraka za Bwana, kwa kwa baraka nyingi za Mungu, ninawapenda wakati wote vijana wa Nkyare hamjawahi kuniangusha, na katika hili naamini tunaenda kufanya makubwa. Mungu awabariki sana, na asanteni kwa kuitikia moyo e, kwa moyo kufanya kazi hii njema. Mbarikiwe na Mungu.